Nambari 29 ambapo wakazi wa Nandi wamehimizwa kutafuta mbinu mwafaka ya kuishi na nyani ili kuzuia mzozo baina ya binadamu na wanyamapori. Akizungumza katika shule ya msingi ya Nandi Hills, mwalimu mkuu wa shule hiyo Gertrude Bet amesema kuwa shule hiyo ilikuwa ikikumbwa na uvamizi wa nyani, lakini kutokana na mpango wa kuwatafutia chakula nyani hao sasa wanaishi ndani ya shule hiyo bila matatizo. Wale manyani mara ya kwanza awali walikuja kuwa uh, kizuizi katika maisha ya wanafunzi hapa, wakawa wasumbufu sana. Lakini baada ya kugundua ya kwamba manyani wanaposhiba na wasiposumbuliwa ama kuwindwa wanakuwa ni marafiki, ndipo tukaanza sasa kuwapenda, tukaanza kuwaleta karibu. Wakati ambapo kuna masalio ya chakula pale jikoni, tunawapatia wanakula, wanashiba, na tukahakikisha ya kwamba ndio tusikosane na wao Tusipande mimea ambayo wanapenda kama ndizi kama kabeji kama, kama sukuma wiki. Tunapanda mboga za kienyeji. Mboga za kienyeji ni nzuri sana katika afya ya binadamu na nyani hawapendi kula, so tume tumebadilisha mtindo, tunapanda mimea ya kienyeji, hasa kwa mazingira ya walimu.